Kazi kubwa ya kiongozi ni kubadilisha maisha ya wale wanaowaongoza. Una haja ya kumpotezea mwananchi muda ili niende kwenye taasisi zinazohusika? Fanya yale unaoweza, ambayo hayawezekani, unaona yana changamoto, escalate. Usikae unageuza pepa mwezi mzima, escalate, direct haraka, timely. Nimemsikia mara nyingi mheshimiwa Rais wetu na nimeona gazeti ya leo, anasema siamini kwenye kushindwa Mradi uliokwama miaka ishirini wa maji aliozindua jana, amezindua asema, siamini kwenye kushindwa. To be ambitious is not bad, to be too ambitious is bad. If you are not ambitious, huwezi kugrow, huwezi kufanya chochote. You must be ambitious, you must take calculated risk. If you are not a risk taker, hutafanya chochote. Lakini lazima niwambie, muwe na uthubutu wa kufanya mambo. Watendaji wa kata ni yale matokeo ya utendaji wenu ndio yanayofanya mpate majukumu makubwa, mpate nafasi nzuri zaidi, mweze kukua, sio vinginevyo. Your performance. If you are performing, mtu ambaye ni performer anakuwa sawasawa na mwanga ndani ya giza, hata ukifunika utatoa utaona tu kwamba huyu uh, uh, pale kuna kitu. Kila mtu katika nafasi uliopo, ukifanya mambo makubwa utaonekana tu, utaonekana tu. Tumsaidie mheshimiwa rais, tusaidie sana ishu za mheshimiwa rais. Anasema yeye wakati wote ni mtumishi wananchi, na sisi tunaomsaidia ndio watumishi wananchi. Anasema wale ndio waajiri wetu. Tunaongozwa na vipaumbele vya mheshimiwa rais, tunaongozwa na falsafa ya 4R mheshimiwa rais lakini mkoa wa Pwani hakuna uongozi wa mtu mmoja, there's no one man show. Hakuna, ni teamwork. Kuna kwa mimi niko hapa na, na wasaidizi na memba ya tim, wote nyinyi ni timu yangu kama ambavyo sisi wote ni timu Samia. What? nyinyi wote ni timu yangu, ni teamwork. Teamwork, you must have a shared vision. Lazima wote mwe na mtazamo wa pamoja, lazima wote mjitume, lazima wote mwe na trust kama mnaenda mbele, mwingine asirudi nyuma, sio? That's teamwork. Tukisema tunatatua migogoro ya ardhi, tunasaidia wananchi wote, tufanye hivyo. Anayefanya kinyume anatusabotage na ni traitor. Tufanye kazi kitaalamu with a teamwork, with professionalism. Kila kitu ukifanya kitaalamu, kama unaoshughulikia mgogoro, fanya kitaalamu, kwa kuzingatia sheria na utaalamu. Hatutatui migogoro kwa kupiga ramli, tunataka uongozi wa matokeo. Ndio maana kila siku must have a baseline, lazima uwe na base, msingi wako una, wa, kila siku huhakikishwa kwamba una add value, unaboresha we. Nani amekwambia utakii kuwa mweshimuwa dc au mweshimuwa rasi au nani nani kakwambia? Mlisikia safari ya mweshimua rais, huwa anaieleza mara nyingi mapito yake sanasema ametoka wapi, nafasi zake alizopitia, mi wanasikia, anaeleza nilianza hivi mpaka nikafanya library kwenye masijara mas mas mas mas sindio? Leo ni rais wa nchi, tena ni champion katika masuala mengine duniani, sio Tanzania tu, sio Afrika, in the world. Lakini kwa nini anafanikiwa? Anatenda haki, ni mcha Mungu na nimeona amesema Siamini kwenye wewe, migogoro inakushindaje we? ina we, we, we, we, we. <laughs> ni wewe ni, ni kata eh? Ukiamua unaweza kufanya maajabu na watu wakaja kujifunza kwenye kata yako wewe. Ukisimama kutatua kero ya mwananchi, unampa heshima Dkt. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu wale ndio wamemtuma kazi kutatua kero hizo. Unafanya on her behalf. Miradi ya kidunda tangu mwaka hatujapata uhuru mama amefanya ana uthubutu wa kufanya yaliyoonekana afanye nini awezekani mwalimu nyerere lile daraja la pale ili wami ameingia madarakani liko asilimia thelathini na tano nadhani mwalimu nyerere adopa project ilikuwa na almost kama asilimia thelathini na kitu hivi amemalizia yote hayo masijira amemaliza yote hayo daraja la magufuli amemaliza yote hayo yeye yeah, anasema akija hapa, nimefanya hiki, nimefanya hiki, nimefanya hiki, nimefanya hiki. Na we tukukupe hapa, nawe tuambia umefanya nini kwa kipindi ulichokuwa kwenye nafasi yako.